Naam, mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku ya jana tulileta tuli update kuhusiana na issue ya mrembo ambaye alikuwa katika mahusiano na Harmonize Konde Boy, tunamzungumzia bibi Poshi Queen. Poshi Queen bwana, aliamua ku purchase, alinunuliwa actually, alinunuliwa gari mpya kabisa aina ya Range Rover eh, kama unavyoelewa kwamba ile trending kumbe ya wadada kununua ma Range Rover hapa town bado inaendelea. So Poshi bwana amenunuliwa Range juzi na ni Range flani hivi ya silver eh, nzuri kweli kweli na iko pili ya tatu ya nne zime amezipataje pataje? Na miaka ni kwa miaka ipi? Nitakusikilizisha hapa Poshi mwenyewe akizungumzia hilo, lakini nataka nikupe tu eh, kama kama eh, headline au highlight eh, kuhusiana na hii video ambayo Posh ameiposti eh, Posh bwana ana gari nne na moja kati ya gari hiyo ni Harrier. Ile hali ambayo sio old model kabisa ni ile iliyofuata, ni new model, lakini sio hizi cobra. Kwa hiyo ana hali ya new model ambayo amenunua mwaka 2018 nadhani, alipomaliza chuo tu nadhani, ndo alikuwa anamiliki hiyo gari, hali ya new model, model ambayo na e, watu wanazitaka takola nyani. Lakini baada ya hapo akanunua sasa hali ya hizi hizi latest ambazo zinaitwa cobra au anaconda kama sukosei, ambazo gharama yake ni takriban kama milioni 60 hivi inafika. Maana hizi nyingine ni kama milioni 23 hiyo ya kwanza kabisa mwaka 2018, 2019 hii hali ya hizo za Cobra au kama sikose, kama sio zina jina hilo nadhani, lakini ni hizi latest kabisa, ambapo hii bwana gharama yake ndio hiyo inafika mpaka 60, umeona. Lakini kuna ile Alfad ambayo Posh alionyesha pia pale katikati, ile bwana alipewa kama zawadi na Harmonize kwa ajili ya kumpeleka mtoto wake shule. Kwa kuna Alfred pale ambayo hiyo ni alinunuliwa kama zawadi na Harmonize wakati uko kwenye mahusiano. Kwa hiyo hizo ni tatu na ya nne ni hii range ambayo amenunuliwa na mpenzi wake wa sasa hivi. Kwa hiyo Porsche hapa alikuwa anaelezea kwamba gari zote yuko nazo hajauza hata moja eh, bwana, na hanaga hiyo tendency ya kuuza magari yake, so msikilize hapa Porsche Queen mwenyewe. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na kureplay kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.